Yes, baby. Uko wapi? Niko nyumbani. Bila najiandaa kutoka. Samani, unaweza ukaja nyumbani muda huo? Kuna tatizo? Hapana. Na jambo muhimu nahitaji tuzungumze. Okay. Fika kwanza, mengine tutazungumza. Simu yako imenisitoa sana inabidi mfie kwa haraka. Nadhani tutakuwa natarifa. Hapana Beni Li, ndio maana nikakupigia simu ili uje tuzungumze. Kiukweli nimejaribu sana kumuua mme wangu lakini nimeshindwa, Beni Monika, Unakisikia unachokizungumza? nimekuja nikitegemea zoezi la kuipoteza familia ya mmeo limekamilika, unaniambia umeshindwa? Wa sijashindwa, ila naogopa. Mbona kazi rahisi sana? Kama umeshindwa basi Nadhani, haina haja tena ya kuendelea mimi na wewe. Utakapokuwa tayari kumuua mmeo, nami nitakuwa tayari kuwa na wewe, la sivyo, achana na maisha yangu. usifikie huko Ben. Naomba nipe angalau siku mbili au tatu. Nitafanya unavyotaka, kumbuka na kupenda sana Ben. Na kupenda. Nilikuamini kwa moyo usio na kinga, nikakuona malaika, kumbe pepo ndani. Ulinikumbatia kwa mikono ya ada, ukaniua taratibu

Bwana, tumekuchuka hivi kulikoni? Nina mazito ndugu yangu. Hmm. Yapi hayo? Loz. Unamjua Ben? Ndiyo, namjua. Kafanya nini? Loz. Nampenda sana Ben na ndo mwanaume wa ndoto zangu. Shoga angu aya, mbona mazito e? Mtu kae kwanza chini, manake hata sikuelewi. Mwenzangu ananipa wakati mgumu sana. Beni ndofunke, shoga angu juu. Nakusaidiaje? Beni anahitaji ni muue mme wangu na familia yake yote, ili tuweze kuishi pamoja. Monika, una akili sawa? Kweli yaani, utoe uhai wa mtu kwa sababu ya mchepuko? Ila nampenda sana Beni. Hata kama shoga wangu, hawezi kutoa uhai wa mtu kwa sababu ya mapenzi. Huyo Beni kipindi naulea alikuwa wapi mpaka leo wakuambia kwamba uwe mea na familia yake ili mwezi kuishi yote haya ulikuenda? A, nikusaidiaje sasa hapo? Nisaidie njia rahisi ya kumpoteza mme wangu, na kama utahitaji malipo niko tayari kukupa kiasi chochote kile, ili mradi tu nisaidie rafiki yangu. Lakini shangao, kumbuka ni dhambi. kama nitafanikiwa, nitashukuru sana. Sawa, ila kama mambo ya subuma usinitaje shoga wangu mie tena, hmm. Usijali udugu wangu, na huo unatoka kuwa msaadangu wa mwisho kwako. Sawa udugu wangu, nakuahidi sitokuangusha. Ah, kwa wewe na mie tena <laughs>

Binti, matatizo yako nimeshajua. Unahitaji kumwaga damu ya mume wako pamoja na familia yake, kwa sababu ya mapenzi. Ni kweli, mtaalam? Naomba unisaidie. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Binti, unawakika unahitaji kuwa <coughs> nakupa hii dawa. Ni sumu lakini sio sumu ya kawaida. Kwa hiyo naomba unisikize kwa makini. Utainyunyuzia kwenye chakula, hasa ya mboga ambayo wahusika wataenda kuitumia. Sharti hakikisha hakuna mtu anayekutazama wala kuzungumza na wewe. Kuwa makini sana, utakapokosea masharti utajiletea matatizo makubwa sana. Hizo nafsi haistokaa kimya, lazima moja itaandama maisha yako. Kwa hiyo kuwa makini sana, binti. Shika sawa, mganga, nimekuelewa. Aya, mnaweza kwenda. Ndanililikumbatia kwa mikono ya dada, ukaniua taratibu bila zame la wangu mependeza sana. Ni kawaida yangu kupendeza mke wangu. Hata mimi naona baba yangu. Tuachane twachane nayo. Jioni utakula nini? Nikuandalie chochote. Kile utakachoniandalia mke wangu mi nitakula. Sawa mume wangu, nitakuandalia kile unachokipenda hamna shida. Josi mke wangu, acha mi ni wahi kazini. Thank you mume wangu. Chai pia iko tayari, karibu. Kuhusu chai usijali, nitakunywa huko kazini. Sawa. Franki, mmeongo na kutakia kazi njema. Nashukuru mke wangu. Ok, siku njema. bizi na usafi ndiyo. Alex, niambie, sina usemi. shimeji yangu, mbona umeng'aa asubuhi yote hii, unaenda wapi? nafika nyumbani kwao na nyumba na Jenifa dada ake alikuwa anaumwa, kwa hiyo naenda kumjulia hali. Mpe pole, pia mwambie Jenifa nimemiss sana. Usijali, jioni nitakuja naye akusalimie. Sawa Alex.

jira humu kwa kila ishara niliyopuza, kwa kupenda kupita kiasi bila kuuliza. Tumaini likanyonywa na kumbukumbu, ndoto zikazikwa kabula ya kupumua. Moyo umechoka kuba rehema, machozi ya kauka, giza likatane. Sasa kisasi si chaguo, ni hatima. Moyo umechagua njia isiyorudi nyuma.